Kuna habari nyingi za uongo mtandaoni, lakini tunawezaje kujua kama kile tunasoma ni cha kweli? Ya kwanza, wakati unakutana na habari au taarifa mtandaoni, anza kwa kuangalia chanzo. Tafuta jina la shirika au mtu anayeshiriki. Tafuta majina ya kuaminika kama vile mashirika ya habari yanayotambulika, vyuo vikuu au taasisi za utafiti. Kisha thibitisha taarifa kwa kuzipata katika vyanzo vingine vya kuaminika. Lenga angalau vyanzo viwili mpaka vitatu vyenye vinasema kitu kimoja. Daima zingatia upendeleo nyuma ya habari. Je, iko na uwiano ukiwasilisha pande zote za habari? Wakati unasoma habari mtandaoni, Kumbuka maswali yafuatayo: ni nani aliunda huu ujumbe? Je, mbinu gani zinatumiwa kuvutia umakini wako? Je, watu tofauti wanaweza kutafsiri huu ujumbe vipi? ni taarifa gani imeachwa na kwa nini huu ujumbe unatumwa? Mara nyingine utakapotumia internet, kumbuka huu ushauri, ili utembee vyema katika bahari ya habari. Kuwa na habari, kuwa mwerevu.